Nimeamka asubuhi na mapema kama ilivyo kwa kawaida, kwenda kibaluwani ya. Yeah, nikacheki saa, muda ulikumenda sana, mana saa ilisoma saa mbili na nusu. Ya, sikumbuki chochote. Nikachukua maji ili ninawe uso, hapo ndipo nilipogundua kwamba leo ni siku gani, leo ni tukio gani kwangu. Ya, kumbe ilikuwa ni siku yangu ya kuzaliwa. Nilizaliwa mwaka elfu mbili na mbili Februari nne. Ya, nashukuru sana wewe Rosi ni siku yako kuzariwa. Una nini wanisha hivi? Hata kama ni siku yangu akuzariwa. Toka hapa nisije nikakupika. Yeah. Ah. Ah. Uh. Kumbe leo ni siku yangu akuzariwa kweli. Yeah. Kila mimi nimwagia maji. Yeah. <laughs> Ah. Ndugu wasikilizaji wa tawaza maji. Tukashushiane comment, lazima hii ilikuwa inatakiwa itokee kwa sababu wengi kama siku ya leo lazima wapate ubatizo kama huu kwa sababu siku yao ya kuzaliwa ikiwa imefika. Ah, ndio maana nimeamka asubuhi na mapema, ndio maana ni eh, sikukumbuka kwamba leo ni siku gani. Ah, amenikumbusha leo ni siku gani ya lazima itokee. Ndugu wasikilizaji na watazamaji, leo nimeamua kuwashushia comment na nyinyi mnishushia comment na wapostia YouTube, Facebook, TikTok, WhatsApp. Ya, yeah, mniangalie na mnipende mta ah toa maoni kuhusiana na hii baste yangu. Ya yeah, kwa sababu nimeamua leo tangia nizaliwe miaka nimekula kama miaka ishirini na tatu, ishirini na tatu hivi kama sio ishirini na tano hivi. Ya, yeah, nimekula sikukuu hizi sijawahi kufanya comment kama hii au kuwashushia movie kama hii au okay, au Mukaone live kwa sababu yani na furaha sana kwa sababu ni, ah sina mengi kwa sababu ya kuzungumza kwa sababu leo ah, ya ya ah, leo ni siku yangu yenyewe ah. Ndugu jamaa na marafiki, nawapenda sana. Hata Mungu namshukuru kwa kunifikisha hapa, maana bila mapenzi yake mora, nisingeweza kufika katika mwaka 2025. Ah, tarehe yangu yenyewe ndio hiyo hiyo 2025 ah ya mwezi wa pili tarehe 4 ya yeah. Boaz, Music. Ya, nashukuru sana na nyinyi mwendelee kunisapoti huko mtandaoni maana mtakaponi support nitapata faraja sana. Previously on last card.